Tanzania tunaowajua wale ni shida za maisha, ni shida za maisha, akisukuma, akisukuma maandamano umbea na nini kuhusu Tanzania. Watanzania wale wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha, wanatumia fedha zao kununua bando, kuwaangalia na kuwasoma, wamesukumanini lakini yeye ukisoma yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha. Kule waliko hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu, wamekosa uzalendo tu na ukiwatizama vizuri si wa Tanzania kamili kamili. Kwa hiyo it doesn't matter. it doesn't matter whether Tanzania inaungua haiugui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si mtanzania kamili kamili, hana shida hizo. hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema, kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana, waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu huko waliko. Hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka, wanasiasa wakaenda vyama vingine, wana harakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka nikaunyoosha vizuri, nikidhani nawanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema, na wataupokea tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliowakuta nje, wana safa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona nikawapokea, tukazungumza hawana hata shilingi, nikatoa kiposho changu nilichogawiwa cha safari nikawapa waendelee na maisha wa kiwanja. <coughs> Ni hawa hawa walionambia sawa, tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta njoni, njoni, tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu, tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, aliyonyooshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi, yeye kaja, yule aliyemnyooshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia wenye akili timamu, nikajua watarudi, tukae tuzungumze, tuende na niliwapa fursa zote, nyinyi ndio mashahidi, niliwafungulia. Walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike, mseme yenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano. Ni hawa hawa waliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo siyo siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakati hizo, wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi. Hiyo sio siasa, hiyo sio siasa. Kwa hiyo ndugu zangu niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa hawakupaswa kutumia njia ile kuudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze ili na wenyewe warudi kwenye tamsa hapana haikuwa hivyo lakini kundi la pili tuangalie vijana vijana wetu hawa wameingizwa njiani wakaimbishwa wimbo wasioujua wanadai haki haki gani hebu avutwe tu kijana pembeni wewe uliingia unadai haki hivi ni haki gani na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine, mpaka waingie njia njiani wakafanye vurugu walipwe, wakachome vituo walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya? Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah, turudi kwa Mungu, tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana ugumu wa maisha. Kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli, kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo? Huo ugumu wa maisha mwenye ugumu wa maisha anastruggle anahangaika kutafuta chakula chake cha leo, na wengi walikuwa kwenye kazi zao. Wale wana ugumu wa maisha a, wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao. Kwa wale watafiti, kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu, na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha, wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndiyo tuliyojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile, walikuja kutuambia jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani <laughs> lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo jifunza. na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi na ndiyo maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana, badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu, hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani, ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie.